Makamu wa rais Samia Suluhu Hassan amewataka wazee na viongozi wa Tanga mjini kumaliza tofauti zao ili utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi wa kuwahudumia wananchi ufanyike tofauti na sasa ambapo vikao vya madiwani wa halmashauri ya jiji la Tanga havijaanza kufanyika. Makamu wa rais ametoa kauli hiyo mara baada ya kupokea taarifa ya mkoa, ambapo amesema serikali serikali haipo tayari kurudia uchaguzi na badala yake wahusika wakae na kumaliza tofauti zao. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Betha Mwambela kutoka Tanga. Ziara ya kwanza ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu, tangu kuchaguliwa kwake kushika nafasi hiyo. Mara baada ya kuwasili mkoani Tanga, anapata nafasi ya kusomewa taarifa ya mkoa na mkuu wa mkoa wa Tanga Mwantumu Mahiza. Kubwa zaidi baada ya kusikiliza mipango na mikakati ya mkoa akatoa agizo ili kunusuru kuvunjwa kwa halmashauri ya jiji la Tanga. Tuna halmashauri lakini haijatimia. Baraza la madiwani haliwezi kukaa, kazi haziendi ndani ya halmashauri, ni tatizo kubwa ambalo bado kuna kazi kubwa ya kufanya, sisi Wanatanga, ili Tanga ikamilike uongozi wake na shughuli ziende kama zilivyopangwa. Tumesomewa mikakati mingi hapa ambayo Tanga tumejipangia ili katika kutekeleza ilani ya chama cha Mapinduzi, lakini kwa Tanga mjini tutachelewa kutekeleza mikakati hiyo kwa sababu hakujatulia bado, hakuna uongozi uliosimama vyema, lakini hasara nyingine kwa Tanga mjini ni kuvunjwa kwa halmashauri nzima. Wasipokaa kitako wazee na viongozi wa Tanga mjini wakamaliza matatizo yaliyopo, kuna hatari, kwa sababu hatutarudia tena uchaguzi kwa sababu ya gharama jambo jingine lilozungumzwa na makamu wa rais ni kuwataka viongozi wa kamati ya ulinzi na usalama kuzuia magendo kwa nguvu zote ili kusaidia ukusanyaji wa mapato hapa nizungumze na ndugu zangu wa kamati ya ulinzi na usalama magendo tanga ni mengi mno yanatoka pemba yanatoka zanzibar na yanaingia tanga yanatoka tanga yanaingia unguja yanaingia pemba tujitahidini na hili nataka niliseme kwa nguvu, tujitahidini kuzuia magendo. Tutakapozuia magendo, tutakuza mapato yetu, lakini tutakapoachia magendo, basi mapato tutaendelea kulalamika. Lakini jengine ni nani? wanaoleta magendo, tunaachia watu wanaleta magendo, wanatengeneza pesa yao ya kutosha, lakini pesa ile ile inakuja kutupiga ndani ya Tanga mnajua ninachokizungumza? Mnaachia watu wanaleta magendo wanapata pesa ya kutosha, wanakuja kutupiga kisiasa. Baneni. Makamu wa Rais amewasili jini Tanga kwa ziara ya yes siku mbili. Ni kiripoti kutoka Tanga, naitwa Betha Mwambela wa TBC.